Habari, sisi ni chuo cha afya na sayansi K's Royal College kilichopo Soweto, jijini Mbeya, chuo kilichobobea katika masuala ya afya kwa kutoa kozi za sayansi kwa upande wa pharmacy pamoja na clinical medicine. Lakini leo tumekuja na kitu kipya, mbali na kozi za afya tunayo maswala yanahusiana na tehama. Katika dunia ya hivi sasa, ulimwengu wa utandawazi, ni ngumu sana kwa binadamu yeyote kujitenganisha na masuala mazima ya tehama, na ndio maana sisi kama K's Royal College fhsayan tume tumekuletea kozi za kompyuta kwa mtu yoyote ambaye anakuwa anahitaji kujifunza mambo ya kompyuta. Tunayo kozi ya muda mfupi ya muda wa miezi mitatu, lakini pia tunayo kozi ya miezi sita, na nzuri zaidi tunayo kozi ya muda wa miezi tisa sawa na mwaka mmoja katika maandalizi ya hii kozi, ili kuhakikisha tunakutengenezea mazingira mazuri na muunganiko mzuri baina yako wewe pamoja na dunia ya utandawazi, tumejiandaa vya kutosha. Kwa upande wa miundombinu, tunazo kompyuta za kutosha kama unavyozitazama hivi, zote zipo kwa ajili ya kuandaa wataalamu na kutengeneza wabobevu wazuri wa, wa, wa masuala mazima ya tehama. Hii haitokusaidia tu katika kuutambua ulimwengu wa kidijitali, lakini itakusaidia katika kutengeneza maisha yako na kuweka muunganiko mzuri na jamii husika inayokuzunguka. Kumbuka, hii haikufanyi wewe kuwa mbobevu wa kuitambua duniani wapi inaenda katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia, lakini itakusaidia kuongeza kipato chako, kwani kupitia mafunzo ya kompyuta utatengeneza maisha yako mazuri, aidha kwa kujiajiri, kwa sababu kupitia kozi ya muda mfupi ya kompyuta inayotolewa na chuo cha afya na sayansi K's Royal College utayafahamu mambo mengi husiana na teknolojia yatakaokusaidia kutengeneza biashara ya nzuri baina yako wewe na jamii inayokuzunguka. Unazungumzia mambo ya graphics, na mtu ambaye anaweza kujitenganisha na graphics hivi sasa ni ngumu sana, lakini katika kupitia chuo cha Arts and Sciences K's Royal College utaingia kwenye mfumo mzuri wa uandaaji na utengenezaji graphics kupitia wataalamu wetu tulio nao, katika ulimwengu wa hivi sasa tunavyotoka katika masuala mazima ya, ya karatasi unavyoenda kwenye wata kwenye masuala mazima ya paperless, unaenda kukutana na wataalamu watakao kujurisha na watakao kutengenezea mfumo mzuri, watakao kuandaa vizuri, kuhakikisha unakuwa mbobevu kwenye masuala mazima ya uandaji wa taarifa zako kupitia mtandao. Tunazungumzia emails, tunazungumzia tunazungumzia photos mbalimbali. Hivyo basi kupitia wataalamu kwa chuo cha afya na sayansi, K's Royal College of Health Sciences unaenda kuwa mbobevu katika masuala mazima ya tehama. Hatuzungumzi hivyo kwa sababu tunayo miundombinu bora ya kuandaa mtaalamu mzuri, lakini ni kwa sababu tuna wabobevu wazuri wenye uwezo wa kuitumia miundombinu vizuri na kuhakikisha wanaandaa wataalamu walio bora. Hiyo ndio sifa yetu sisi kama K's Royal College of Health Sciences. Tuna uhakika wa kukuandalia maisha mazuri na mazingira mazuri kupitia tehama katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Karibu sana chuo cha afya na sayansi K's Royal College of Health Sciences. Sisi ni wabobevu katika masuala mazima ya afya sambamba na masuala mazima ya tehama. Karibu sana K's Royal College of Health Sciences upate kile kilicho bora. Hapa ndipo nyumbani kwa wale walio bora. This is the home of excellence.